Okay, wajomba, jana nimekutana mm, wa na Piskali mchumba. Sasa leo anakuja geti, ananisubiri kwa hapa, naenda kumpokea. ko cha kwanza hapa, nataka ni surprise na kamera ni mrekodi, yuko anajiona sasa au ametulia Jamaa ndio kumekuwa naye, umetulia naye hapa unaendelea. Ah, ela ameshaisha bwana, hebu niache wewe, kumi kakisi tu, hebu nikamalizie kazi za watu huko bwana. Hebu niache bwana, mimi niende mm -hmm. <coughs> <coughs>